Sisi kama Yanga mpaka sasa hivi ninavyozungumza na nyie. sisi hatuitazami Simba kama nyie mnavyoitazama waandishi. sisi Yanga tunavyoitazama Simba ni tofauti na nyie wote waandishi mnavyoitazama. tunaitazama timu Simba kama timu tishio ambayo tunawania nayo ubingwa. That's number one. Sisi kama Yanga tunaitazama Simba kama timu tishio tunayowania nayo ubingwa. That's number one. Number two. Tunaitazama simba kama timu yenye wachezaji wazoefu ambao wamecheza michezo mingi mikubwa walipotoka na msimu huu. Namba 2. Yanga tunaitazama simba kama timu yenye wachezaji wazoefu ambao wamecheza dabi kwenye nchi tofauti tofauti, lakini wamecheza michezo migumu msimu huu. Namba tatu. Yanga tunaitazama simba kama timu yenye viongozi makini Yaani, mimi ukiniambia nitaje viongozi makini kwenye ligi Simba siwezi kuacha kuwataja, tawataja. Watu wana uzoefu na wanajua mipango ya kushinda mechi. Nyakati mbaya kila timu inaweza ikapitia, lakini haiondoi umakini na ubora wa viongozi ambao wako nao, wao watabasamu nini. Narudia kwenda kwenye mchezo huu Yanga tunaitazama Simba tofauti na waandishi na wachambuzi wote mnavyoitazama. Sisi Yanga, Simba naitazama kwenye maeneo makubwa matatu. Kwanza, timu tishio giant, ambayo tunawania nayo ubingwa msimu huu. Tukiteleza kidogo, chances za Simba kuwa bingwa wa ligi zipo. Nyie waandishi ndio mnawatoa kwenye mfumo, ila chances za wao kuwa bingwa zipo wazi, na hii ni football, football pamoja na yote, mwisho wa siku inaangukia kwenye namba. Kama chances za kupata hesabu za mtu kuwa bingwa zipo wazi, usimkatie tamaa. Kama cost ana chance za kuwa nafasi ya tatu. Pia cost ana chance za kuwa hata prison, hata chance ya kuwa nafasi ya tatu. Kwa hiyo hata Simba sisi, namba moja, tunamtazama kama timu tishio tunayogombea nayo ubingwa. Namba mbili, nimewambia, tunaitazama Simba kama timu yenye wachezaji wazoefu ambao wamecheza michezo mingi migumu na wanajua jinsi ya kushinda michezo migumu. Wanaweza kusumbuka sumbuka na timu ndogo, ila inapokuja mechi kubwa mentality yao inabadilika. Wale wachezaji watacheza kwa ajili ya experience ambayo wako nayo. Kwa lazima ujiandae kwa uzoefu na kuheshimu uzoefu wao. Namba tatu, tunacheza na Simba Jumamosi tukiamini ni miongoni mwa timu yenye viongozi makini kweli kweli, viongozi bora ambao wako nao viongozi ambao wana uzoefu na ogopeni sana viongozi ambao wanapita kwenye nyakati ngumu, lakini boti haizami. Hawa watu ni watu hatari, yani wanapita kwenye mapito ambayo ingekuwa inapitia timu ya mtaani kwangu kule, saa hizi ingekuwa tayari vurumechi.